na tutumie vizuri fursa ya leo kwa sababu ni nadra sana kupata mafunzo kama haya ya kujadili fursa za biashara mipakani, lakini pia namna ya kushughulikia vikwazo visivyo vya kiushuru au kiforodha katika mipaka yetu. Katika kusanyiko hili tumekusanyika hapa hapa siri katika kufanya kitu tunaita mdahalo kati ya wanaita public private dialogue, kati ya private sector na serikali. Tunajadili vikwazo, changamoto zilizopo, lakini pia kuhamasisha vijana waingie katika biashara za mpakani, na katika mikoa hii yote tunafanya kazi tunafanya kazi, kazi, kazi, kushirikiana na TCCIA. Na kweli kwanza tunawashukuru kwa dhati, kwa maana wanafanya kazi nzuri wamekuwa msaada mkubwa sana lakini, vilevile dawati la kutoa taarifa la kutolea taarifa pale mipakani pale ambapo wafanyabiashara wadogo wanapokuwa na shida, pia hawana taarifa kuwa lilikuwepo lile da, dawati ambayo lingewasaidia kutatua matatizo wanapokuwa mipakani maeneo ya forodha, wakati wanafanya biashara, wanasafirisha biashara zao, wasioelewa walikuwa takribani asilimia sabini na tatu wasili wa bidhaa ambao kwa kitaalamu tunaita rules of origin issues. Hapo nimepia nimemjibu mama kwamba ili aepukane na hivi, anamwomba yule anayemuuzia kutoka nchi nyingine amprosesie cheti cha wasili wa bidhaa ili asikutane na hizo changamoto. Wakati TCCIA wanazungumza hapa, wamesema tujiunge na hizi taasisi. Bila kujiunga na hizi taasisi huwezi kujua ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa biashara, kukaa na kufanya majadiliano ya kitandao na hivyo kupelekea kuchelewa kwa huduma. Nyingine ni kutumia muda mrefu katika ukaguzi katika biashara. Kwanza wafanya biashara kuama mipaka na kutumia mipaka nyingine. Aya pili wafanya biashara kutumia muda mrefu na hivyo kuongeza gharama katika biashara zao. Mapendekezo: serikali kupunguza muda mrefu kwa ukaguzi kuokoa muda. Serikali kuboresha huduma za intaneti mipakani ili kuaisha mawasiliano. Naitwa Neema Hakikimali swali letu la kwanza lilikuwa linasema ushiriki wa serikali katika biashara na mifumo ya vikwazo inayokubalika na serikali. Maelezo yetu ya kwanza lilikuwa utitiri wa usafiri na tozo, mifumo ya mitandao sio rafiki, inachukua muda mrefu kupata mrejesho. Lakini athari zake ni kuchelewa kwa biashara kukua, ufinyu wa faida na mtaji kuisha, kata tamaa kwa wafanyabiashara. Lakini pendekezo letu lilikuwa kuwepo na taasisi moja tu usajili kuliko ilivyo sasa, lakini pia elimu itolewe ya jinsi gani ya kutumia mifumo ya kidijitali. Mipaka hiyo ni Kabanga, Mtukula, Rusumo na Murungo. Tunasafirisha yanapokuwa a yamekamata pale, yanasababisha kupoteza boa wake, pia kuozea njiani, kusababisha hasara pia kwa mfanya biashara yake anasafirisha sehemu nzima. kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya Chemba ya wafanyabiashara wenye wa viwanda na kilimo Tanzania, hususan mkoa wa Kagera, nichukue nafasi hii kushukuru sana kwa jinsi mlivyowezesha semina hii. Semina hii ni muhimu sana kwa sababu walioko humu ni wafanyabiashara ya mipakani, hususan katika sekta ya mazao. Katika semina ya leo tumeweza kupitishwa katika vipango mbalimbali inavyotukavilia aa, yeah. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru washiriki wote kwa jinsi mlivyoitikia mwaliko wetu na kujitokeza kwa wingi namna hii. Niweze kuwashukuru AGRA kwa kushirikiana na TCCIA kwa kuweza kutuwezesha tuweze kupata semina hii ya mafunzo ambayo itatuwezesha kama vijana kuweza kujitafakari upya na kuweza kuona ni namna gani njema ya kuweza kufanya biashara ya mipakani. Lakini zaidi ya yote ni shukuru kwa taasisi za kibenki kama NMB, CRDB wameweza kutupa elimu ya namna nzuri ambapo vijana tunaweza tukapata mitaji na kuweza kuinua biashara yetu, eh. Sana sana changamoto ambazo tumeziainisha ni urasimu katika taasisi za serikali tozo mbalimbali mbali, miundo mbinu ya barabara hususan ni barabara ya Murushaka kwenda Kerwa na upida ya boda ya Murongo, kwa kweli inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu zinaongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa, zinaongeza hali ngumu ya biashara, mazao yanaharibika njiani. Pili ilikuwa ni kwa upande wa usumbufu wa barabarani, vizuizi vinavyokuepo kwa ukaguzi, kila sehemu inakuwepo ukaguzi, hivyo pia vinachangia sana sana kwenye kudorotesha usafirishaji wetu wa bidhaa tunazokuwa nazo kwa sababu ni nafaka na zinakuwa zinahitajika kwa uharaka kwa wahitaji wetu. Kipi kifanyike? Serikali inabidi kuweka mifumo mizuri ya kuweza kututolea zile tozo, sisi vijana ambao bado ni wadogo, kutoa elimu kwa ukubwa sana, isitoe mjini tu, mpaka vijijini, ili kila mtu aweze kuelewa, kama vijana tuweze kujikwamua kimaisha. Kutokana na semina yetu hii ya leo, tumeona changamoto hizo, lakini pia tumeona nini kifanyike, na miongoni mwa vitu ambavyo kimsingi vinahitajika kufanyika sana ni kupunguza utitiri wa kodi, lakini pia kupunguza viunzi au vizingiti vya biashara zetu hizi za mipakani.